Mungu anatoa unabii ya kwamba bonde la taabu litageuka kuwa bonde lango la matumaini. Najua katika maisha yako yawezekana, katika familia yako yawezekana, malango ya matumaini yote yamefungwa. Ila unapitia katika uzoefu wa bonde la taabu, bonde la kushindwa, bonde la kupigwa, bonde la vurugu, bonde la machafuko. Lakini na habari njema kwako, Mungu wako yuweza kugeuza taabu zako zote zikawa ni matumaini. Bwana na ageuze sasa kwa jina la Yesu. Bwana ageuze taabu zote za familia yako zikawa ni lango la matumaini. Anza kuona milango ikifunguka na na kufunguka na kufunguka kwa jina la Yesu. Mungu aliyefungua milango ya ai ai, ambayo ilikuwa imezuia wana Waisraeli wasishinde baada ya kuwa wameshindwa vibaya afungwe na kwako katika jina la Yesu. Mungu wetu wa mbinguni bado anafanya kazi vile vile, kama alivyofanya nyakati za kina Yoshua. Utegemezi wako kwa mungu utaleta ushindi kwenye kila hatua ya maisha yako. Utegemezi wa familia yako, hata kama ni changa, imeanza juzi, kwa mungu utaleta ushindi kwenye kila nyanja ya maisha yako ushindi kwenye elimu, ushindi kwenye maviza unayotafuta, ushindi kwenye uchumi wako, biashara, ofisini, kwenye mahusiano, upendo uliopoa mahusiano na mawifi na mama mkwe na wajomba na ndugu na jamaa na marafiki, katika jina la Yesu.